Tuna jua tunamfahamu Man, ni kijana ambaye hana shida, ni kijana ambaye ni msikivu, ni kijana ambaye tulikuwa tukimwomba msaada huwa anatusaidia kwa haraka, hapendi unyanyasike. Ankoo tumekana sana tujue kusikia ugomvi wowote kwake, tulisalimiana tu kama ndugu Kaka shikamo, kasema maraba. Dada vipi? nikamwambia poa. Kaniambia unaenda kazini, kaamba manake mimi huwa nauza sokoni pale selentin <tie> hapana, manake anko ni mcheshi tu, hata kama akiwa na shida yake ananyamaziaga roho. Kwenye saa kumi na moja kasorobo nilipigwa na, na, na simu na balozi akaniambia njoo tukutane hapa kwa, kwa anko sasa kwa kweli nilijiandaa kwa, kwa haraka zaidi, nikakimbia nika nikaja, nikamkuta. Tulipofika tulikuta geti limefungwa. Baada ya geti kufungwa, balozi akam, akamgongea mama mwenye nyumba, mama akafungua nyumba, tukaingia, mama yuko ndani, lakini tulikuta kama vile wanaangaika. Sasa kumuuliza balozi ni nini, akaniambia, mama huyu kanipigia simu kwamba mume wake analia ndani Nasi baadaye tukamuuliza, kama hapa ni kwako na mwanaume analia ndani, kwani, ni mume wako? Kwani hujaingia? Sijaingia, sija umefungua mlango? Sija, mlango kuhazi, ansa, mimi siujui. Nalala chumba kimoja? Tulali chumba kimoja. Kweli hawa watu walikuwa na mgogoro wa muda mrefu, na mke wake ulisuluhishwa, wakarudiana, wazee walilimaliza wali hilo, lakini baada ya wazee wale kulimaliza hilo jambo tukaa tuka, tuka kuta tena wametengana. Lakini kulikuwa, ku, yani kulikuwa kuna mambo ya ajabu. Kuna simu za kutisha zilikuwa zinapigwa kwa mtendaji, zinapigwa kwa balozi, kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa polisi kata, na message zinaandikwa. Lakini wazee, kina mama, walijitahidi, mpaka wasimamizi wa ndoa walijitahidi kwa ajili ya kusuluhisha ile jambo, liligoma, wakaenda wazee wawili, likaisha. Lakini baadaye tukaja kujikuta tena wameachana, kuja tena kuachana, wametengana. Baada ya kutengana tena imechukua kama mwezi na kitu, ndio ghafla tukalikuta ile tukio. Lakini huyu bwana usiku alikuwa anaangalia mpira kijiweni mpaka saa tano, mimi sikuwa naye lakini yule alipokuwa naangalia mpira aliniambia na waliokuwa naangalia nao mpira walisema, tulikuwa nao kijiweni, message alikuwa anatumwa bwana mmoja sio anasema yuko Dodoma na mwanamke hapa nyumbani. Sisi tulipoingia hakuna mlango wote ulio kwanza, geti limefungwa mlango haujavunjwa kwa ndani, ufunguo umeninginia, lakini mlango huko wazi. Balozi alipouliza kwamba mlango huko wazi, mwanamke bado ilikuwa ni mbichi hata na tukio lilivyokuwa linaonekana lilikuwa linaonekana halijapita hata lisaa limoja. mm -hmm. mm. mnakuta nini hapo ndani mnakuta nini sasa? Si baada ya kukuta na kuzunguka hatukuona kitu yote, lakini tulikuja kuona huyo mtu aliyefanya hilo tukio alipotokea, amekanyaga kitanda, amepanda ukuta, juu ya ukuta ameruka, kwa hiyo kwa ndani na ukutani, na pale alipoteremkia kwenda nje tulikuta kwamba kuna damu, lakini mwanamke akuwa na wasiwasi wowote na hakuwa na shida, lakini kulikuwa kuna mgogoro zaidi ya miaka mitatu yeye na mke wake kuhusu masuala ya pesa, kuibiana pesa, aidha masuala ya kimapenzi. Hakuwa na mahusiano na mke wake kimapenzi zaidi ya miaka miwili, lakini mwanamke alikuwa na mapenzi tofauti. E, mwili ume, yani, shingoni, upande wa kulia umechomwa kisu, una tundu kubwa. Upande wa kushoto umechomwa kisu, una tundu kubwa kwenye koo hii sehemu ya hapa imechinjwa kisu, ni kama vile imetingishiwa kwa jeraha lake lina urefu kama inchi nne. Kwenye kisogo hapa nyuma imechomwa kisu, imetingishiwa, jeraha ina kama inchi tano. Kwa sababu kisu unajua, unapoifanya hivi sinakata ile nyama, kwa jeraha ilikuwa kama ya inchi tano iliyokuwa kwenye kisogo <coughs> mm, asante, lakini kaje nikamchukua balozi tukaongelea hapa nyumbani kwake kariziana wote moja kwa pamoja kwamba atarudi nyumbani wataelewana watakaa pamoja. Kilichoendelea pale sikujua mimi, najua kwamba wako pamoja, lakini kwa, kwa taarifa ambayo nilisikia kwamba balozi anasema ndani ya mwezi mmoja walisha leteana shida tena, kila mmoja na kavi ya chumbani kwake. Kwa maana hiyo hiyo maelezo ya kwamba ya kwamba ndani ya mwezi mmoja walishaleta changamoto kwamba kuna ugomvi tena. Ndio ni taarifa niliopata leo. Tukio hili ni kubwa, ikaonekana kwamba tukio hili japo ni kubwa, lakini inaonekana hata jirani hajasikia. Nyumba hizi zimeshikana, lakini hata kelele hawajasikia. <coughs> Ndio, ndio, mjizi tumekutwa, ni mtu amechinjwa kama mnyama ng'ombe. Basi tukona huyo mtu amefanya ave, jambo lake alikusudia, na tayari mtu huyo nakupoteza maisha. Nyumba haijavunjwa. E, navyosikia kwamba kuna kwamba huyu mama ana mahusiano na mtu wa nje. Sasa tumechukua tumetoa ripoti kituo cha polisi, ndo jinsi mnavyoona kwamba askari wamefika hapa, umati wa watu ni wengi. Ni kifo cha kusikitisha kupita kiasi. Ni tukio ambalo ndani ya Mtawagili barazani ndo limetokea kwa mara ya kwanza. Ndugu yetu hapa kama mwezi wa mwaka jana hivi Nilikuwa nimfanya biashara kwa hiyo akawa ile biashara imeshindwa, maana nilikuwa nimeishiwa. Kwa hiyo akawa anasumbuana sana na mke wake, na mke wake, maana vikao vingi hapa tumeshakaa, wananiambia mke ananizarau anaenda kutembea saa sita za usiku siku ingine apike afanyaje. Sasa kwa hiyo kama mtu hatoki nda ndani tunakuja kumsalimia kama mgonjwa hasa baadaye kama, kama ndugu tumekaa tukasema tumchangie labda hiyo deni ambayo inamsumbua ili mtu asitoke usaidia kumsaidia , lakini baadaye tumuona deni ni kubwa sana, tumshinda. Lakini baadaye kaka wangu anaanza kunipigia simu, mke wangu ni hivi na hivi na hivi, kwa hiyo naonaje? Akanambia tu mwache kwanza. Sasa sijajua, ndo mpaka jana hivi leo asubuhi ndo nipigie simu kwamba kaka wangu amechinjwa, amefariki. Sasa sijajua chanzo iko wapi.